Mwenyezi Mungu kanifungulie milango yangu ya heri. Mwenyezi Mungu kanifungulie milango yangu ya riziki. Ya Rabi, umenipa mtoto huyu kama zawadi kwangu sawa. <laughs> <laughs> umenipa zawadi Mwenyezi Mungu, umenipa zawadi mtoto huyu <laughs> leo nikiwa naelekea kazini nilikutana na mama mmoja na mwanaye wakiomba msaada barabarani. Ilinigusa ikanibidi nimfate huyo mama na kumuuliza ni kitu gani haswa kilicho msibu. Mdogo, hmm, ana shida gani? Ana shida ya hawezi kutembea. Anaitwa nani? Na baada ya kumwona okay. Hmm. Faiza. Wow. Faiza. Faiza nilitokea kumpenda. Na nikaomba nipate nao muda mchache kwa ajili ya kumchora. Kwa yani ni kitu gani ambacho kilikupelekea mpaka leo hii huko barabarani hivi unaomba msaada? Huko uh, imenipelekea kutokana na matatizo yake mwanangu <laughs> kutokana na kuto kutembea na magonjwa anayo msibu ananguka, kwa sababu anaanguka na anadegedege kali, kwa hiyo imenisababisha nije huku ili nipate hela ya dawa, dawa tu, kwa sababu hu anatumia dawa baba yake aliondokaga muda tu pakaniacha na watoto. Na sababu ya babao kuondoka ni nini? Ah, maana aliaga anaenda kutafuta kazi kwa mpaka hii leo hajarudi tena. Na ikitokea mtu amekusaidia sasa hivi unaweza ukaachana kabisa na hii kazi ya nani? Ah, mi mtu akinisaidia kama biashara kwa sababu hapa changamoto yangu ni biashara na pamoja na pango ya nyumba kuna dawa za mtoto yeah. Ni kama mtaji kiasi gani ambao ukisaidiwa wewe unaweza ukanali kabisa uka ukasema kwamba mimi sitorudi tena barabaranisi labda kwenye laki nne hivi aidha u utanua nyanya, utakodi sehemu. picha hey, ipo tayari, nitashukuru sanayfaa. Umemchora hey, yeah, vizuri yeah. Hey. Unajua kuchora kaka. <laughs> <laughs> Hey. Unajua kuchora sana kaka yeah, kama kidogo labda, msubiri kidogo, mtawapatia namba. Umeomba laki nne, akupe maisha marefu pamoja. Yani mimi nilichokuwa na wish sasa hivi ni utoke kabisa hapa barabarani. Go, yeah, yani ni utoki. Yani kama ni kweli, kama ni kweli hiyo hicho kiasi kweli kweli kabisa kaka, kinalikuwa na wish nisikuone tena hapa barabarani sa